Ni kawaida ya wanadamu, hasa ambao hawako upande mmoja na wewe, kukosoa cha kwako ili kukuvunja nguvu. Sio kila mtu anayekosoa unachokifanya ni kweli ni kibaya. Watu wengi wanaotushangaa, kwa nini tunatoa sadaka kanisani, niamini mimi, nakwambia hao watu wana mahali wao wanakutoa sadaka. Wengi wanaopiga vita wanaokataa watu wasitoe sadaka kwenye madhabahu au makanisani au kwa watumishi wa Mungu, wanawaganga wao wanaowapelekea ila wao hawaiiti sadaka, ila huku kwa sababu tu imeitwa sadaka inaishu. Be smart. Hakuna mtu anayesurvive kwenye mapambano ya mji au ya jiji kibiashara, kikazi, asiye na mahali ambako anafanya ibada. Mnaposikia kwenye miji ya watu misikiti makanisa au maeneo yamejengwa kwa majina ya watu, ule sio msaada, ile ni kafara yake kwa Mungu wake, na hawa watu kama ya mji kuwaona wakishuka, they will always have a name in that place, so lazima uelewe kwa nini kinafanyika kinachofanyika. Be smart, kwa sababu hapo ndipo wanapotupigia sisi, tunazidi kuwa wadhaifu wao wanazidi kuwa na nguvu, kwa sababu kanuni za Mungu wetu hatujazifuata. Mungu wetu ana kanuni zake, ana taratibu zake, ana namna yake. Asikufundishe mtu asiyemjua Mungu kanuni za Mungu wako, yaani mtu asiyemjua Mungu wako asikuelekeze namna ya kumwabudu Mungu wako. Oh, yes ujifunze kutofautisha misaada na sadaka. Misaada siyo sadaka, charity works are not sacrifice. Sacrifice ni kitu kingine. Mungu alipoitaka sadaka kwa Abraham hakumwambia huyo Isaka mpe mama Adija anaumwa, uh -uh. Alimwambia mpeleke kwenye mlima Moria. I want to sacrifice there. Sacrifices go to the altars and charity works go to the people. Wanaohitaji misaada, misaada ni kwa ajili ya uzao wako na kizazi chako, siku ambapo kitakuwa na shida, wenyewe hawatakuwa na shida lakini sacrifice is for your spiritual elevation. makafara ni kwa ajili ya kiroho chako. Kojiulize siku zote kwenye maisha yako, ni nini kinachokusukuma kutoa. Kwenye ulimwengu wa roho hawaangalii ulichokitoa, wanaangalia kilichokusukuma kutoa. Kwa hiyo kama ulisukumwa kutoa kwa sababu ya huruma, siku na wewe ukiwa unahitaji huruma utahurumiwa. Ko, angalia ndani ya moyo wako, nini kinakusukuma kutoa. Ndio hiyo, mnaona mimi nimetoa misaada kwa watoto yatima, lakini mbona sifanikiwi? Mbona biashara zangu haziendi? Sikiliza, hiyo hesabu hai apply kwenye business. Business is war, ni sacrifice the altars. Wenzako wametoa makafara sio kwa yatima, wametoa makafara kwa babu zao kwenye milima yao, kwa makuhani wao, kwa uchawi wao. You don't have altar, wewe huna madhabahu. Vitu tunavyoviona kwa macho ya damu na nyama, kuna mahali akili zako darasani hazi apply. Trust me, hazi apply. Ndio maana mnaona Biblia anasema wazi. Siyo kwenye mbio washindao, kwenye maisha sio waliosoma, wanaokula. Mi nakwambia, why it is about power. Na power naezungumzia sio tu power, spiritual power. Kuna mahali they only understand spiritual power. If you don't apply